aliyeuwawa kwenye mapigano nchini Urusi sasa inalilia serikali kuisaidia kurejesha mwili wake humu nchini. Familia hiyo inadai kuwa Martin Macharia Mburu alikwenda Urusi kufanya kazi ya udereva ila akajipata vitani. Wizara ya masuala ya kigeni nchini inasema haina habari zozote kuhusu kifo chake. Ode Francis anasimulia dhiki ya familia ya Mburu. Nyumbani kwa Martin Macharia Mburu, maombolezo yanaendelea, japo familia yake haifahamu mwili wake utarudi vipi humo nchini baada ya kuuawa katika vita vya Ukraine na Urusi. Alikuwa ameniambia naenda kazi ya udereva, aliniambia naenda Saudi Arabia, siko najua, akaenda Urusi. Tarehe ishirini na moja Oktoba mwaka huu, Martin alisafiri hadi Urusi kupitia Sharja na hatimaye kuwasili katika uwanja wa ndege wa Moscow. Kesho yake alipigia simu akaniambia my dear, ile kazi tumeabiliwa sio yenye tumepewa. I think walinyang'anywa simu. Sasa hapo after two weeks akanipigia, akaandika message tena akaniambia tunijaribu venye wanaweza rudi. Mwezi mmoja baadaye, mkewe alipata habari kuhusu kifo chake. hata huyo mmoja mkubwa ndio tulikuwa naye akiniambia, mamu, uelewi venye kunaenda usiki, baba amechutiwa. Mi nawaomba ngalie, mdavadi unisikie unisikie. Mimi ni mnyonge. Hata siwezi jua nitaweza kufikia aje. Naomba tu unisaidie. Wanangu akuje tu ni mzike, hivyo tu ndio naweza mwambia. Wizara ya usalama wa kigeni ikiwapa taarifa za kuwakata maene. Tuambiwa tupeleke documents zake zote, but walikuwa wanasema ati hawajasikia mtu amekufa hadi sasa na wakasema amefuga jia za, za kuenda Russia kutoka uh, August kutoka hapo sasa, tukaambia tugoje response ya, ya wiki mbili. Ni katika boma lake Martin Macharia Mburu alitoka na kuelekea nchi ya Urusi kwa kuahidiwa kazi, na yeye akaahidi familia yake ya watoto wanne pamoja na mke kwamba wataishi maisha mazuri. Mwezi mmoja baadaye ripoti zinawafikia kwamba Martin Macharia hayupo tena Urusi, amepigwa risasi na kufariki. Serikali nayo ikisalia kimya isitoe majina ya wahusika wakuu. Ode Francis, runinga ya Citizen Nairobi.